Karibu sana kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, hii leo tupo uwanja wa CCM Lake Tanganyika Kigoma. Uamuzi wa mchezo huo leo kama ambavyo anaonekana Ahmad Simba kutoka Kagera, nani ni nani, nani kumfunga paka kengele? Kikosi cha Mashujaa hii leo kama ambavyo kinaonekana kwenye milingoti mitatu, Eric Johora akiendelea kukaa, michezo saba waliocheza, ushindi mara tatu, draw mara mbili, kufungwa mara mbili, nafasi ya tatu kwenye msimamo Kipenga cha mwamuzi wa kati kinapulizwa, ishara ya kwamba tunakwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Popote huyu ni kocha wa Mashujaa Salum Mayanga, huyu ni kocha mkuu kwa sasa kufuatia aliyekuwa kocha mkuu kuto kivi vigezo. Baraka Mtu ipige kona ya chini chini ile, lakini bado Baraka Mtu jaza ndani, unachezwa mpira na utosi, lakini sivyo bahati, mpira ule unakwenda nje. Piga kona ya kwanza, ikawa si kona hasa ya kusema kwamba kona, ukarudishwa mpira ule akaambiwa haya, acheza tena nusu kona. Lakini Salmini Hoza, ilikuwa ni shuti ambalo limepigwa na Salmini Idi Hoza na Eric Johora alishasogea sentimita chache kutoka kwenye usawa wa lango lake, na Salmini Hoza akagundua hilo. Kibuta David mwana kona, konalishiwa mwelekeo, mpira ule umekwenda nje, umeza kona, utasikia na nguvu anapiga huyo ati Muhammad Musa Hoza. Hosae tena sentimita chache mno, shuti la pili la Salmini Idi Hoza. Hey. Ya kati ya video zake za utambulisho pale Yanga ndio ile goli ambayo liliwekwa, alafu akawa huu ni wewe. <laughs> wanakuja Mashujaa, moja mbili tatu, nafasi hapa, jaribu kuweka ndani Mgunda, ambatiza mpira wake ule, angalia namna ambavyo jaribio limetengenezwa, ikatengwa ndani ile. Ismail Mgunda akakamua ile gobole la kulia tembo, lakini walinzi walipambana. Moja mbili tatu, Dickson Valentino Mhilu aweka ndani gulo namna gani, anapoteza nafasi ya dhahabu kabisa ile. Upewe nini, William Ediga! Hakuna namna nyingine ya kusema, alifanya kazi kubwa kweli kweli. Dickson Mhilo na William Ediga, anapoteza nafasi ya dhahabu kweli kweli. Huenda hii ikawa ndiyo nafasi nzuri zaidi walioitengeneza kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika, dakika za lala mkono wa buriani kutokea moja kwa moja kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Ni eneo la hatari zaidi, kona nzuri ndani ile, Anwar Jabir mpira ule unakwenda nje, safiri yangani angani mpira ule, lakini si vya bahati, mpira ule haukuwa umetazama lango na umekwenda moja mbili tatu, inajazwa kona ndani, huyu anakwenda kucheza kwenye besa la bado, anaondosha mpira kwenye eneo la hatari, amenyunyiza ndani kule, umechezwa na utosi na ikamata maridadi mno, anautoa mpira ule. <coughs> Alikuwa jichanganye kidogo tu, ilibaki hivi, afanya kwa, angalia namna ambavyo alitaka kujichanganya mlinda lango. <laughs> Ilipigwa ndoo ya maana Akaunyaga, akagundua sasa anapoelekea, anakaribia kuvuka ile goal line, akauachia mpira ikiwa sehemu salama salmin. Na um, ndio juu tena. Ali Salim ametokea Kihimbwa, moja mbili tatu. Oh, namna gani mpira ule! Hey, ilibaki kidogo tu. Ulipigwa mpira mrefu na Salum Kihimbwa ukaenda ukacheza kwenye neti za uwani, vipimo vya Kihimbwa bila shaka, ilibaki chupuchupu ile e, na kama ndo ingelikuwa goli pale, asema la kuvunda halina ubani. Kipenga cha mwamuzi Ahmad Asimba kinapulizwa, ishara ya kwamba tumezikamilisha dakika 90 za mchezo huu, kati ya Mashujaa dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ambayo kusema kweli ilikuwa na nidhamu kubwa sana kwenye eneo la ulinzi. Full time. Mashujaa sifuri. Dodoma Jiji sifuri.